Uh, kwa majina naitwa Elina Sanga. First of all, nipende kumshukuru Mwenyezi Mungu aliyetufikisha siku hii ya leo. Lakini pia siku ya leo ni siku ambayo nina furaha sana. Mungu amekwenda kutufikisha kwenye kile kitu ambacho tulikuwa tunakitarajia kwa muda mrefu. Ni siku ambayo niliisubiria kwa siku nyingi, na ukizingatia ni siku ambayo inahitaji maandalizi. Kwa hiyo ni siku ambayo tuliingojea kwa, kwa muda tuli mrefu sana, na nashukuru Mungu imewadia hii siku ambayo tulikuwa tunaisubiria mimi pamoja na, na mwenzangu um, ni mwahidi kumpenda lakini pia kumvumilia, lakini pia ninaahidi kuishi naye vizuri mm. <muchisana> mke wangu mtarajiwa ambaye naenda kufunga naye ndoa muda huu Elina Kamiusanga, kwamba namwahidi na upendo tu na kumjali katika maisha yetu ya ndoa. Kwanza ana hofu ya Mungu, lakini pia ni mtu ambaye niliona tu kabisa ananipenda e, toka wakati tunaanzisha mahusiano e, alinionesha upendo mkubwa sana na kunijali na pia ni mshauri wangu. Amenishauri vitu vi, vingi sana ambavyo vi, vimenifanya mimi kufikia mpaka muda na mpaka kufikia hapa, aidha kiuchumi, hata ushauri binafsi.